nikiumwa sina hela hapa wala nyumbani. leo leo mungu ya tupige mixa kidogo wanangu, maka wana zipombe sima zitakali tena sikali zipombe ziko vipi bwana? Pombe leo tupige mixa kidogo, hii hapa kiumwa sinaela hapa wala nyumbani wa. Leo bwana, wanaume bwana, leo nipo na hivi viwili. Leo nawashusha wote wawili. A, simaona awa leo nawashusha wote wawili, ha, leo bwana, nawashusha hawa wawili na wake. Naona mmoja tu mnamshindwa sasa leo nashusha hawa hapa, leo jamani, ah, hawa hapa leo nawashusha wote wawili hawa Nikiumwa sina hela hapa, wala nyumbani. Toa siri hii hapa, aitoa siri hii hapa, hii hapa guys, hii hapa na event hii hapa guys, hii hapa na event hii hapa. Hapa nikiumwa sina hela hapa, jamani, leo wala eeshimu nipaje vya watu. Hii naomba muilipe jamani, hii ni challenge kama challenge zingine. Mbona mnakatika sana viuno watu wakishatoa nyimbo? Mbona mna support challenge za watu <laughs>